Hey, hey, hey. Hiki ndiko kipumulio sasa, ndio maana hali ya hewa ieleweki, mara baridi, mara sijui kipupwe. Ukipaka mafuta hayakai, kumbe kuna hii mashine hii. hey, hey. Sasa sijui kwa Kiingereza tuihitaje hii, eti wale waticha zungu kule, ni chuma hicho hichomdamafakat <coughs> <coughs> <Mwafa, kumikaribu, coughs> <hata. Mjansa. coughs>

wez kuamini s alikotokea atakujulikani. Jamaa naombe kazi ya kuuza duka mhesabu, nimeisha jua. Kwa hiyo bosi, siwezi kukuangusha. elfu kumi toa mia saba ni elfu thelathini na mbili Sieti, ujawai kuulizwa swali hiyo na mke wako akakwambia, unanipenda ukiwa umeshamoa kila <laughs> siku <laughs> sasa mtu umemuoa umefunga naye ndoa kanisani, ndoa takatifu, unampost unampa sho ya komasava <laughs> unalala naye kila siku nyumbani, umemtambulisha kazini, kila kona, watu wanaona, bwana huyu ndo mke wa fulani, lakini bado anakuuliza unanipenda? Sasa usichoke, akikuuliza unanipenda, unamchukua naweka jua nini, akitanda hasi ndo Sema Amina. Amina. E, mi ndo wanafanya hifa. Kinuliza tu hifa na mweka juu ya kitanda hifa. Ambia tayari. Maji ya shachemka. Fanya mapenzi kaka. Ukeo na mke, fanya mapenzi. Fanya, fanya kabisa. E, yani kama una nguvu, si, yani si usikwepe hiyo sekta. Fanya. Sabu kadi, siku zinabuzidi kwenda. Wezi kujua kesho yake. Una mke ume paralize. Anakuwa dada yako. Dada. <laughs> Sujita. <So>, <laughs> Aya. Nga. Eh. Mahekima mengine ananipa ni kiwangu. Jebron Food Imara Lishe. Lishe bora kwa afya imara. Unajali afya ya familia yako? Ungana wa Jebron Food Imara Lishe, ni chaguo sahihi kuongeza nguvu na kinga ya mwili, kusaidia ukuaji mzuri wa watoto. Unafaa kwa wazee, wagonjwa na wajawazito umetengenezwa kwa viungo asilia salama kabisa. Lishe kamili kila mlo, ubora wa kuaminika, bei rafiki kwa wote. Wasiliana nasi sasa sifuri 758 164 533 Jebron Foods, afya njema, maisha bora.